Raisi wa Urusi Vladimir Putin ameamuru wanajeshi wa Urusi kuwashinda haraka vikosi vya Ukraine vilivyoingia katika eneo la Kursk wakati operesheni ya Urusi ya kukomboa ardhi ikiendelea. Akiwa ziarani katika kituo cha uongozi cha jeshi la Urusi huko Kursk Jumatano hii, Putin amekutana na makamanda wa ngazi za juu akiwemo mkuu wa majeshi Jenerali Valery Gerasimov kujadili hali ya kijeshi katika eneo hilo. Lengo letu ni kuwashinda maadui waliotawala maeneo wa ya Kursk haraka iwezekanavyo, alisema Putin. Aliongeza kuwa Moscow inazingatia kuanzisha eneo la usalama kando kando ya mpaka wa Ukraine. Kwa mujibu wa Gerasimov, jeshi la Urusi limekomboa eneo la kilomita za mraba 259 likijumuisha miji na vijiji na 24 katika kipindi cha siku tano zilizopita. Pia alithibitisha kuwa vikosi vya Ukraine katika eneo hilo vimezingirwa na kutengwa. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa wanajeshi wa Urusi wamechukua tena mji wa Sudzha ambao ulikuwa ukidhibitiwa na Ukraine. Video zinazosambaa mitandaoni zinaonyesha wanajeshi wa Urusi wakipeperusha bendera ya Urusi katika mji huo, ingawa mapigano bado yanaendelea katika maeneo fulani. Jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi zaidi ya 67 huko Kursk, Gerasimov amedai akiongeza kuwa asilimia 86 ardhi iliyokuwa ikidhibitiwa na Ukraine sasa imekombolewa na Urusi.